Je, unaifahamu nyimbo hii? waraka wa Mani ulio wafanya Wayahudi washindwe kula na kunywa wakati ule, waraka wa Mani. Ninaamini kwamba wengi wanaifahamu nyimbo hii, lakini historia iliyoko nyuma yake wengi hawaifahamu. Leo nitakusimulia hadithi nzuri sana, malkia Ester. Hadithi ya Malkia Ester. Yeye hakuzaliwa katika jumba kubwa la kifalme hakuja duniani akiwa na utajiri, majeshi au mamlaka. Alikuwa ni yatima akililiwa uhamishoni yeye akiwa ni msichana wa kigeni akishi chini ya utawala mkubwa zaidi duniani kwa wakati huo. Hata hivyo, alichaguliwa kuwa malkia, si kwa bahati mbaya, si kwa uzuri wake pekee, bali ni kwa kusudi la Mungu. Wakati simulizi inaanza, binti huyu hakuwa akiishi kwenye jumba la kifalme, alikuwa nje ya jumba hili katika ufalme mkubwa. Wakati wa falme walipokuwa wakinywa divai kwenye vikombe vya dhahabu, kuna watu walikuwa wakipanga njama kwa siri. Vita tulivu ilikuwa ikianza vita isiyopiganwa kwa upanga au magari ya kivita, bali kwa kufunga imani na ujasiri wa kusema wakati ukimya ungeweza kumaanisha kifo. Jina lake aliitwa Esther, na hii sio tu hadithi ya malkia, ni hadithi ya jinsi Mungu alivyookoa watu wake kupitia shujaa asionekana kama angeweza kuchaguliwa. Simulizi yetu inaanza wakati wa utawala wa Mfalme Xerxes aliyetawala majimbo 127 kutoka India hadi Ethiopia. Nguvu zake zilienea kote ulimwenguni kutoka katika kiti chake cha enzi mjini Sushani yani Susa, alitawala kwa mamlaka kamili. Ili kuonyesha ukuu wake, mfalme alifanya sherehe kubwa ya siku 180 akiwalika viongozi wengi, wakuu wa majeshi na viongozi kutoka kila sehemu ya ufalme. Vikombe vya dhahabu na divai ya kifahari vilimiminika kwa wingi. Baada ya miezi hiyo sita, mfalme akafungua milango yekulu kwa watu wote wa Susa kuungana naye, akifanya sherehe ya siku saba katika bustani ya kifahari divai ilitolewa bila mipaka. Wakati huo huo, malkia Vashti ambaye ndo mke wa mfalme aliandaa sherehe nyingine kwa wanawake wa ndani ya ikulu. Lakini siku ya saba, wakati mfalme akiwakalewa kwa divai, alitoa amri ya kiburi akasema, malkia Vashti aletwe mbele ya wageni akiwa amevaa taji lake la umalkia ili watu wautazame uzuri wake. Lakini Vashti alikataa, hakukubali kudhalilishwa mbele ya umati wa walevi. hapo kiburi cha mfalme kilijeruhiwa. Mke wake mwenyewe alikuwa amemkaidi hadharani. Akiwa amejewa na hasira na aibu, Zeksis aliwaita washauri wake. Mmoja wao aliitwa Mimukani, yeye akasema, kama wanawake wa mji huu watasikia kudhalilishwa kwa mfalme, basi watadharau waume zao. Hivyo wakashauri Vashti aondolewe kwenye kiti cha enzi na amri itolewe kote katika ufalme kuwa kila mwanaume atawale nyumba yake na amri yake ifuatwe. Mfalme akakubali. Amri ya mfalme ikasambazwa katika lugha zote za majimbo yote, Vashti akapokonywa malkia lakini hawakujua kuwa mkono wa Mungu uliofichika ulikuwa umeanza kutenda kazi. Muda ulipopita, hasira ya mfalme Zeksis ilitulia, akaanza kumkumbuka malkia Vashti, kuanzia uzuri wake, ujasiri wake wa kusema hapana na hukumu iliyomtoa ikulu. Lakini kwa kuwa sheria ya kifalme haikuweza batilishwa, alikosa namna ya kumrudisha. Wasaidizi wake wakaona huzuni hiyo, wakaona afadhali wampatie wazo jipya mfalme. Hivyo wakamwambia, ewe mfalme, tuma watu katika kila jimbo, wakusanye wasichana warembo kutoka kote duniani, wapatiwe matunzo ya urembo, na kisha mfalme utamchagua mmoja kwa malkia mpya. Mfalme akakubali wajumbe wakatumwa katika majimbo yote mia moja ishirini na saba kutoka India hadi Ethiopia. Wasichana warembo wakakusanywa kutoka kila pembe ya ufalme. Miongoni mwao kulikuwa na msichana mrembo Myahudi, jina la Kibrenia Hadasa, lakini kwa jina la Kiajemi aliitwa Ester. alikuwa ni yatima aliyelelewa na binamu yake Modekai. Modekai alikuwa ni Myahudi, alikuwa akiishi mjini Susa. Mordekai alimfundisha Esther kumcha Mungu na kuficha utambulisho wake wa Kiyahudi katika nchi ya kigeni, na hii ni kwa sababu Wayahudi hawakuhitajika katika mji huo. Esther alipokelewa ikulu, akawekwa chini ya usimamizi wa Hegai, msimamizi wa wanawake wa kifalme. Tofauti na wengine, Esther hakutaka anasa wala kujionyesha. Alijitokeza kwa unyenyekevu na upole. Mungu akampa kibali machoni pa kila mtu, hasa Hegai, ambaye alimpenda mara moja kwa miezi kumi na miwili, kama ilivyokuwa desturi, wanawake walipakwa mafuta ya manukato na kupatiwa matunzo maalum kabla ya kupelekwa kwa mfalme. Ilipofika zamu ya Ester, akapita mbele ya mfalme Zexis kwa utulivu na heshima. Mfalme alipomwona alikamatwa na uzuri na neema yake. Mfalme akampenda Ester kuliko wanawake wote wengine, akamvika taji la kimalkia kichwani, kisha akamtangaza kuwa malkia badala ya Vashti. Sherehe kubwa ikafanywa kwa heshima yake. Siku ya likizo ikatangazwa, na zawadi zikapelekwa kote katika majimbo ya ufalme. Lakini hakuna mtu aliyejua kwamba Ester alikuwa ni Myahudi. Hakuna aliyejua, Mungu alikuwa amemweka ikuluni, si ili atendwe, bali asimame kwa ajili ya watu wake waliokuwa wakitengwa. Ester aliendelea kuishi kwa unyenyekevu, akitii ushauri wa Mordekai kama alivyokuwa akifanya alipokuwa binti mdogo. Wakati huo Mordekai alikuwa akikaa katika geti la mfalme, mahali ambapo mambo ya kifalme na mijadala ya jiji yalifanyika. Ingawa hakuwa mkubwa serikalini, Mungu alikuwa amemweka hapo kwa kusudi. Siku moja, alipokuwa katika kazi zake za kawaida, akasikia jambo la kutisha. Walinzi wawili wa mfalme Biktana na Tereshi walikuwa wakinungunika kwa hasira, wakipanga kumuua wa mfalme Zeksis. Modekai hakupoteza muda, akatuma ujumbe mara moja kwa malkia ya Ester akamjulisha kuhusu njama hiyo. Ester akaenda kwa mfalme, akawambia kwamba taarifa hiyo imetoka kwa Modekai. Uchunguzi ukaanzishwa na ilibainika kuwa kweli walinzi walikuwa na mpango huo. Kulingana na sheria ya Uajemi, adhabu yao ilikuwa ni kifo cha kunyongwa. Hivyo mfalme akaokoka, lakini ajabu ni kwamba hakukuwa na tuzo wala heshima yoyote iliyotolewa kama pongezi kwa Modekai. Tukio hilo likarekodiwa tu katika kitabu cha matukio ya kifalme, na jina la Modekai likabaki humo kimya, kana kwamba limepuuzwa. Lakini Mungu hakuwa amesahau. Baada ya muda, mfalme Xerxes akampandisha cheo mtu mmoja aliyeitwa Hamani Mwagagi, akampatia nafasi ya juu kuliko maafisa wengine wote wa kifalme. Watu wote waliamriwa kumsujudia Hamani walipomwona, lakini Modekai alikataa kumsujudia. Siku baada ya siku, Hamani aliuona ukaidi huo na hasira ikazidi ndani yake, na alipojua kwamba Modekai ni Myahudi, chuki yake ikaongezeka zaidi. Hakutaka kumwadhibu Modekai pekee, alipanga kuangamiza Wayahudi wote katika ufalme. Hamani akapiga kura ili kuchagua siku ya mauaji, kisha akamwendea mfalme kwa maneno ya udanganyifu. Ah, kuna watu fulani waliotawanyika katika majimbo yako yote wanaishi tofauti na wengine hawafuati sheria zako si faida kwako kuacha waendelee kuishi mfalme akakubali maneno yake akavua pete yake ya kifalme na kumpatia hamani ishara ya mamlaka kamili amri ya kifalme ikatolewa katika siku ya kumi na tatu ya mwezi wa kumi na mbili wayahudi wote vijana kwa wazee wanawake na watoto wauawe na mali yao ichukuliwe Jumbe wakasafiri kwa kasi katika majimbo yote 127 kutoka India hadi Ethiopia wakipeleka hukumu hiyo. Kilio na maombolezo vikazuka kila mahali, mji wa Susa ukaja huzuni na mshangao. Mordekai aliposikia habari hizo, akachana mavazi yake, akavaa gunia na kujipaka majivu, akalia kwa sauti kubwa njiani akiomboleza kwa uchungu kwa niaba ya watu wake. Kote katika ufalme, Wayahudi wakafunga, wakaomboleza na kulia kwa Mungu. Ester aliposikia kuwa Modekai amevaa gunia na anaomboleza akashangaa. Akatuma mjumbe kumuuliza kwa nini analia. Kupitia mjumbe huyo, Modekai akamweleza kila kitu kuhusu nakala ya amri ya kifalme, akamwomba Ester aende kwa mfalme kumwomba atoe msamaha kwa ajili ya watu wake. Lakini Ester akatuma jibu kwa huzuni, hakuna mtu anayeweza kumkaribia mfalme bila kuitwa, na ikitokea hivyo, adhabu yake ni kifo. Isipokuwa mfalme akinionyesha fimbo ya enzi ya dhahabu na mimi sijaitwa kwa siku thelathini. Jibu la Modekai kwa mjumbe kwenda kwa Ester lilikuwa la ujasiri. Modekai akasema, usidhani kuwa wewe utatoroka kwa sababu uko ikuluni. Ikiwa utakaa kimya, basi wokovu utatoka sehemu nyingine, lakini wewe na familia yako mtaangamia pia. Na ni nani ajuae? Vipi kama Mungu alikuchagua kuwa malkia kwa ajili ya wakati kama huu? Maneno hayo yakamgusa sana Esther. Hofu yake ikageuka kuwa imani, akamjibu Mordekai kwa ujasiri. Nenda, wakusanya Wayahudi wote walioko Susa fungeni kwa ajili yangu kwa siku tatu, msile wala kunywa. Mimi na watumishi wangu tutafanya hivyo pia. Baada ya hapo, nitenda kwa mfalme, hata kama ni kinyume cha sheria, ni kifa na nife. Siku ya tatu ikafika, Esta akavaa mavazi yake ya kifalme, akinukia manukato ya thamani, na kwa moyo unaotetemeka lakini uliojaa imani, akaingia kwenye ukumbi wa ndani wa kifalme. Hapa ni mahali pa hatari kweli kweli. Mfalme alipomwona Ester amesimama mbali, akaelekeza fimbo yake ya dhahabu kumwelekea. Ilikuwa ni ishara ya neema na kibali. Ester akakaribia akagusa ncha ya fimbo hiyo kwa heshima. Mfalme akatabasamu na kusema kwa upole, malkia Ester, unataka nini? Hata ukitaka nusu ya ufalme wangu nitakupatia. Ester akajibu kwa hekima, ikiwa mfalme ukipenda nakuomba uje kwenye sherehe ninayoiandaa kwa ajili yako na Hamani. Mfalme akafurahi akakubali mara moja. Wote wawili, mfalme na Hamani, wakaja kwenye sherehe ya kifahari, lakini Ester hakusema chochote kuhusu ombi lake. Akasoma nyakati kwa makini akingoja muda wa Mungu. Kabla ya sherehe haijaisha akasema kwa upole, tafadhali, kesho mje tena kwenye sherehe nyingine, ndipo nitakaposema ombi langu halisi. Mfalme akakubali na udadisi wa Hamani ukaongezeka akitaka kujua ni nini malkia anataka kukisema kwa mfalme. Usiku ule ule, baada ya sherehe, mfalme Zexis hakuweza kulala, akawa akigeuka kitandani, moyo wake hauna amani kabisa. Kisha akaamuru aletewe kitabu cha matukio ya kifalme ili wasomaji wamsomee kitabu hicho chenye kumbukumbu za matukio ya zamani. Walipokuwa wakisoma, macho ya mfalme yakakutana na kumbukumbu moja iliyosahaulika na katika kumbukumbu kumbu hiyo kuna jina la Modekai. Kitabu hicho kiliandika jinsi Modekai alivyofichua njama dhidi ya wauaji wa mfalme, kitendo cha uaminifu ambacho kilimfurahisha sana mfalme. Lakini licha ya uzito wa kitendo hiki, Modekai hakuwa amepewa heshima yoyote. Mfalme akaguswa na jambo hili, kisha akauliza washauri wake, ni heshima gani au tuzo gani ilitolewa kwa Modekai kwa tendo hili? Wakasema hakuna kilichofanywa kwa ajili yake. Mfalme akakaa kimya akitafakari kwa mshangao, yaani mtu aliyemwokoa hakuwa amewee kushukuriwa. Wakati huo huo, Hamani akaingia ikuluni mapema asubuhi, akiwa na nia ya kumwomba mfalme ruhusa ya kumnyonga Modekai kwenye mti mrefu aliokuwa ameutengeneza tayari. Lakini kabla hajaongea mfalme akamgeukia na kuuliza, Hamani, ni nini kinachopaswa kufanywa kwa mtu ambaye mfalme anataka kumwenzi? Hamani akafikiri kwamba yeye ndiye anayezungumziwa, hivyo akajibu kwa majivuno makubwa, mtu huyo avishwe vazi la kifalme lililovaliwa na mfalme mwenyewe, awekewe taji kichwani, apandishwe farasi wa kifalme na afanywe tafrija mitaani akitangazwa, hivyo ndivyo anavyoheshimiwa mtu ambaye mfalme anataka kumwenzi. Mfalme akatabasamu na kusema, haraka, nenda ufanye hivyo kwa Modekai anayekaa katika lango la kifalme. Na usisahau kitu chochote ulichosema. Uso wa Hamani ukamshuka, moyo wake ukadunda kwa uoga na aibu. Lakini hakuweza kupinga, alilazimika kumvisha Modekai mavazi ya kifahari na kumzungusha mjini akimtangaza mwenyewe. Hivi ndivyo mfalme anavyomheshimu mtu anayempenda. Hivi ndivyo mfalme anavyomheshimu mtu anayempenda. Baada ya mizunguko hiyo, Hamani alirudi nyumbani akiwa amedhalilika sana. Akamwambia mkewe na marafiki zake yote yaliyotokea. Wakamwambia kwa uoga, ikiwa Mordekai ni Myahudi, hutaweza shindana naye, bali utaangamia. Kwa hiyo njama ya Hamani kuangamiza Wayahudi ilianza shindikana, lakini kiburi chake kikazidi mpanda kichwani, huku akikumbuka upendeleo wa mfalme kwa Mordekai. Katika sherehe ya pili, mfalme Xerxes na Hamani waliketi pamoja na malkia Esther. Mfalme akamwangalia Esther kwa upendo na kuuliza tena, Malkia Esther, Ombi lako ni nini, nini? Hata nusu ya ufalme wangu nitakupatia. Kwa moyo dhabiti, Ester kasimama na kusema kwa ujasiri. Ikiwa nimepata kibali machoni pako, ewe mfalme, na ikiwa ya kupendeza, uniokoe mimi na watu wangu, kwa maana tumetangaziwa mimi na watu wangu tuangamizwe kuuawa na kufutwa kabisa. Kama tungesalia kwa watumwa, nisingesema neno, lakini hali hii ni nzito mno. Uso wa mfalme ukabadilika ghafra, macho yake kija hasira, akauliza kwa sauti ya ghadhabu, ni nani huyo anayethubutu kufanya jambo kama hili? Esta akanyosha mkono wake na kusema adui huyo ni Hamani, ewe mfalme. Hamani akatetemeka kwa woga. Mfalme akaondoka mezani kwa hasira, akaenda bustanini kutulia. Hamani akiona mauti ikimkaribia, akaanguka kwenye kitanda ambacho Esta alikuwa amekaa akiomba rehema kwa upumbavu. Lakini mfalme aliporudi akakuta hamani amejilaza karibu na Ester, akafoka kwa ghadhabu: Je, utenda mbali kiasi cha kumshambulia malkia akiwa hapa nyumbani kwangu? Mara moja walinzi wa kifalme wakaja, wakamfunika uso hamani kama ishara hukumu. Mmoja wao akasema, bwana wangu, bwana wangu mfalme, hamani ametengeneza mti mkubwa kwa ajili ya kumtundika Mordekai. Mfalme akasema, mnyongeni juu ya huo mti. Hamani akanyonga juu ya mti alioandaa kwa Modekai. Mpango wa mauti ukagwekwa kwa ushindi wa haki. Baada ya Hamani kufa, Mfalme Xerxes akamkabidhi ufalme wote Malkia Ester, naye akamchagua Modekai. Basi mfalme akamwita Modekai. Kesha akatoa pete yake ya kifahari aliyomnyang'anya Hamani na kumpa Modekai kama ishara ya mamlaka. Lakini hatari haikuwa imeisha, japokuwa Hamani alikuwa amekufa, lakini amri yake ilibaki kwa sheria ya kifalme. Katika sheria za kipindi hicho, hukumu iliyotiwa muhuri wa mfalme haikuweza badilishwa hata na mfalme mwenyewe. Siku ya wayahudi wote kuuawa iliendelea bakia kwenye kalenda. Esta akiwa bado mwenye huruma, akamfuata tena mfalme, akiomba huku akilia machozi, ewe mfalme, tafadhali futa amri ile ya mauaji ambayo Hamani aliandika kwa ajili ya kuangamiza watu wangu. Lakini mfalme akasema, Amri iliyotiwa muhuri kwa pete ya kifalme haiwezi futwa, lakini andikeni amri mpya kwa jina langu, kwa faida ya Wayahudi wote. Ndipo Modekai akaandika amri mpya ikipelekwa haraka kwa majimbo 127 ya ufalme. Amri hiyo ikasema kwamba Wayahudi wana haki ya kujilinda na kumshambulia yeyote anayewashambulia na kulinda maisha yao na mali zao. Barua hizo ziliposomwa kote, furaha kubwa ikazuka miongoni wa Wayahudi. Walipiga kelele za shangwe, wakafurahia. Wengine hata wasiokuwa wayahudi wakatamani kuwa upande wao, kwa sababu waliona mkono wa Mungu ukifanya kazi kwao. Kisha Ester akamfunulia ufalme ukweli wote, kwamba Mordekai ni mjomba wake naye ni Myahudi. Basi siku ile ile ambayo adui walipanga kuwaua Wayahudi, siku ya kumi na tatu ya mwezi wa Adari ikagauka kwa siku ya tofauti kabisa. Badala ya wayahudi kuuawa, walioshinda maadui zao wa miji yote ikatikiswa na vigeregele vya ushindi. Katika mji wa Susa pekee mia tano waliangamizwa. Kumi kati ya wana wa Hamani pia waliuawa, na juu yao mti wa Hamani ukabaki kama onyo la haki ya Mungu. Baada ya vita, Modekai akapewa cheo cha pili baada ya mfalme. Esta akabaki kwa malkia mpendwa, mwenye heshima na busara. Baada ya ushindi huo, Modekai akapendekeza siku hizo mbili za mwezi wa Adari ziwe kumbukumbu kumbu ya furaha na zitwe Purimu, ikimaanisha kura, kwa sababu Hamani alitumia kura kupanga siku ya maangamizi, lakini Mungu akageuza siku hiyo kuwa siku ya wokovu. Wayahudi wakaanza sherekea kila mwaka, wakigawana chakula zawadi na kusaidia maskini. Ilikuwa ni siku ya furaha, amani na shukurani. Haki ya Mungu huchelewa, lakini haikosekani. Hamani alipanga maovu, lakini alichimba shimo na kuangukia humo mwenyewe. Wenye haki siku zote huinuliwa mwishoni. Haijalishi hata kama umedhulumiwa, haki yako iko siku, iko siku utaipata. Asante sana kwa kunisikiliza. Mimi sio mkamilifu, ikitokea nimekosea jambo lolote katika historia hii, basi unisamehe. Waraka wa Hamani uliowafanya Wayahudi washindwe kula na kunywa